Anajita macha eh, eh, tunafanya ya discussion kidogo kuzungumzia tukio leo la leo. Uh, ni tukio kubwa la kihistoria. Bila shaka wewe umetoka uh, FM miaka mingi kuzungumza juu ya tukio kama hili ayna uh, Binafsi binafsi nimefanikiwa nime, nime kushiriki events mbalimbali sana sana za chama cha CCM kupitia uh, uwanja wa UVCCM, lakini for the first time naona hii ni gathering kubwa ambayo sijawahi kuiona, na kwa mara ya kwanza pia sio uh, tu kuhusiana na mambo ya vyama pia, ni sehemu ambapo watu wanaweza kukutana kufanya interaction mbalimbali. Kama tunavyoona, kuna activities zinazoendelea, kuna jasiria mali kutoka chuo cha, cha IFM, kuna wanafunzi waliotoka vyuo mbalimbali pia. Nimesikia kuna wanafunzi wa kidato cha sita na chini ya kidato cha sita. Kwao ni kitu kizuri kuwa na gathering kama hii yenye lengo moja ya kuzindua hii kampeni mpya Samia First Time Voters, tuki kama tunavyojua kwamba tupo kwenye mwaka wa uchaguzi inabidi tushikamane na tuungane, ili mradi tuhakikishe jambo linakaa vizuri na adhimio letu linaenda vizuri, kutokana na mipango ambayo tumeipanga. Na we hope kupitia hii gathering tutazidi kuwa influence watu mbalimbali ambao wako interested kushiriki kwenye hii gathering, waweze kushiriki kwenye gathering nyingine katika swala la uchaguzi. Kama ni first time voters, yaani wapiga kura kwa kwanza ambao hawajapiga kura. So, natumai kwamba siku kama hii tutafanya vijana uh, wengi kuwa aware kama tukio la IFM. Kwa, kwa mtizamo wangu mimi binafsi kwanza, kwenye, kwenye kukiandaa kitu na kwenye kupeleka jambo kwa watu, I do believe kwenye promotion. The more you do promotion, the more you raise awareness ya watu, na inaonekana kwamba before event watu walijipanga, walijikita zaidi kwenye promotion, kufanya uh, watu wapate awareness kwamba kutakuwa kuna uzinduzi wa hii first time voters. Mimi mwenyewe binafsi sikuficha, sijawahi kupiga kura, though nina kadi ya mpiga kura, lakini sijawahi. Na through kupitia hii kampeni ya first time voters nimekuwa interested na nitaendelea kuwa interested na, na kuwashawishi wengine ambaye hawajawahi kufanya ili jambo waweze kupiga kura. Kwa hiyo binafsi ninaona ni kitu kizuri na naona ni kitu kikubwa kwa sababu kila raia wa hii nchi ana haki ya kupiga kura the the the more we grow, the more we we grow promote. The more tuna raise awareness kwa watu kwamba kuna uhitaji wa wao kupiga kura kama haki yao ya kila mwananchi hapa Tanzania. Kimaya TV sipo, tunaendelea kuzungumzia masuala haya leo kuhusiana na first time voters wa wapiga kura kwa wao ya kwanza. Kuna wengine hawajapiga kura ni kweli. Hata ehata za maji bila shaka ni miaka mingi lakini piga kura kwa hiyo leo hapa, uh, Julius Kambarage International Convention Center ndio tunaanzisha tamasha ama kampeni rasmi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe kijana wewe Mtanzania, mwaka huu Oktoba ikifika, unajitokeza kwa wingi na kupiga kura, au si, au nini? Kupiga kura lazima mwaka huu, lazima tupige kura wengi, wana vyuo vijana na watu ambao wapo majumbani Elfu <laughs> ni... uh, mbili na ishirini na nne nilibahatika kuwa mwenyekiti wa FM Charity. Okay. uh, the same time pia nilikuwa waziri, lakini after kwenye waziri nikaja kuwa mwenyekiti wa FM Charity and I'm still doing it, bado nafanya events za charity pia uh, we do motivate watu kuingeji kwenye vitu vya siasa kama hivi, kupiga kura na mambo mengine pia. Ukiachana na hayo, pia mimi ni mwanachama hai wa UVCCM, hilo usisahau. Kwa hiyo nakipenda chama changu na naendelea kufanya wajibu wangu kama mwanachama kwenye UVCCM. Sasa tusipoteze muda, uh, cha mwisho, cha mwisho kabisa, tumeona uh, kwamba umetoka FM. Je, kuna tukio gani ambalo limetokea kubwa kuzidi hili au unaendana na hivi hivyo? Ah, kwa miaka yangu mitatu ya chuo cha usimamizi wa fedha sijawahi kuona kwa kweli, apewe maua yake, wapewe maua yao kwa, wa kwa hmm, kweli wameupiga mwingi. Kwa mara ya kwanza, this the first time na shuhudia hichi kitu, na I hope itakuwa ni chachu kwa viongozi wengine watakaokuja kufanya zaidi ya hili. Aili Chimba anajitoa kubwa, na kama tunavyojua siku zote amna kitu ambacho kinakosa uongozi. As we know, vijana tunahitaji watu wazima ambao watatugai pita njia tofauti tofauti kwa hiyo kwa kumuongelea mlezi mama yetu Sirili Nchembe, uh, she's doing a good work na anajitoa sana kwa ajili ya vijana wenye malengo na nia nzuri kwa chama. Tunamuomba na tunaendelea kumpongeza azidi kuongeza jitihada katika kutusapoti na kutuongoza kwenye chama. next time tutakutana, next time tutakutana. atafanya mambo mengi zaidi.